Bismillah rahmani rrahim alhamdulilahi rabi lalamin wabihi nastainu la umuri dunia wadin wsolatu wasalamu ala rasuli lamin waalihi wasabihi ajmain amabad. Karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fundi Jabir Online TV. Leo mashaallah tunaendelea na somo letu la e, ndoto. Wa inshallah tulisema kwamba tutakuja leo tutasoma aya za qurani ambayo Qur'an ni sheria, aya za Qur'an, Qur'an ni sheria. Lakini tujue kuwa tumesema kwamba ndoto kama kwa alivyosema Mtume swalla salam ni moja kati ya sehemu 46 za wahi, ndoto ru'ya as-saliha, ndoto za kweli, ndoto njema, na ndoto hizi zinaotwa na watu wema eh, ni moja katika sehemu 46 wahi, lakini pia anaweza kaota hata mtu mwingine, labda mazingira ya nje anaweza pia kawa sio mwema, lakini unaweza kasema kwamba ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemwangazia hidaya, manake amemchagua. E, kama ni anampa ishara anampa mwongozo e, anampa bishara kwamba mtu huyo azinduke, e, ayafanye katika hayo ambayo Allah amemwonyesha katika mambo ya khair, ajibidishe. Kwa hiyo si mtu akiota kwamba ndoto nzuri, kwamba ni wahi amepewa, kwamba ni ufunuo amepewa, hapana, haihusiani na jambo la ufunuo. Ufunuo alikuwa anapewa watu maalum ambao ni mitume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo na hayo, katika hayo mafunuo, wengine ndio walikuwa kama dalili zitakapokuja hapa, wengine walipewa kama ndoto, bi maana kwa manabii ni vitu maalum vilikuja, kwa kuwa ni wahi, basi ulikuja na ndoto zilizokuwa kiota. Inapokuja kama ndoto, basi Manakiyo, ni kweli maanake, hiyo ni wahi kwa nabii, lakini kwa watu swaleha basi ni bishara eh? au inaweza ikawa nadhiri, yaani anaonywa, anatahadharishwa, atatahadhari juu ya mambo ya mbeleni au mwenendo fulani ambao unawezekana akawa sio mzuri, unamnyemelea na kadhalika. Lakini pia toto ya tatu tulisema kwamba ni, ni hadithu nafsi, ni nafsi kujielezea kutokana na matukio, mtu anaishi na mawazo anaokuanayo katika moyo eh, inakuwa ni hadithu hadithu nafsi. Kwa hiyo leo Kianza katika Qur'ani eh, katika surati Yusuf eh, katika Yusufu, sura ya Yusuf ambayo hii ni sura ya 12 aya ya 4 kwa mpangilio wa kusafu msaafu ni sura ya 12 aya ya 4. Allah anasema, badabillah minshitarajim idh qala yusufu li liabihi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaban washamsa wal qamara raaituhum li sajidin. E, akisema kwamba Yusufu akimwambia baba yake, eye baba yangu, akika mimi nimeota nyota kumi na moja na jua na mwezi e, nimeviona vinanisujudia. Hii ni ndoto aliyoota nabii Yusuf na ndiyo hapo Mwenyezi ni, ni, ni, nabii e, nabii Yakub baba yake na Yusuf ambaye ni anaitwa kwa jina maarufu alikuwa naja kama Israeli, anasema akamwambia mwanaye kwamba usije ukamsimulia yoyote katika ndugu zako kwa sababu Mtume Yakub alijua kwamba kijana huyu atakuwa na mambo mazito kwa hiyo ni bishara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameileta juu yake, kwamba akaona, wasijua wakamuhusudu ndugu yake, ndugu zake. Lakini mengi, kisa kirefu, akaja kutokea kijana akaadisia, akajisahau, akaadisia, na kweli vikafanyika vitimbi na mambo mengi, madhila mengi wakamfanyia vijana, kwa sababu ya ile husda waliokuwa nayo. Hii ni aya ya kwanza. Aya nyingine katika surati hiyo hiyo surati Yusuf aya sura ya kumi na mbili eh thelathini na sita. Wakati e, Yusuf yuko liku jela, kulikuwa kuna watu walikutana nao kule ambao wao walikuwa waliota ndoto ambazo zikaleta bishara fulani, na Yusuf alikuwa na ilmu, akafanya nini? Akafasiri, alikuwa mcha Mungu, alikuwa na elimu aya moja ni hii hapa, anasema wadakhala maahu sijna saj, eh, fatayani, akaingia nao katika jera vijana wawili. Qala ahaduhuma, akasema mmoja wao, inni arani eh, a'siru khamra ni, mimi nimeona anasema eh, nimeota kuwa eh

Huyu e, mwingine akasema mimi nimeota nimebeba kichwani kichwani kwangu mkate ambao ndege wanakula juu yake. Hebu tuambie tafsiri, tafsiri yake. Hizi ni ndoto ambazo waliota hawa jamaa wakati wako na nabii Nabiyullah Yusuf wakiwa pale gerezani nawe haya nyingine na tukielezea kwamba kuhusiana na ndoto walizoota wale watu, yalitokea mambo mengi. Kurani imeelezea muda utoshi, lakini leo ma, maali haya, lakini leo iko mahali shahidi, tunazungumzia kwamba aya zinazoelezea ndoto, lakini yalitokea mambo mengi kuhusiana na zile tafsiri alizotoa, na kweli akatokea vile vile katika yale maisha ya wale watu. Ndoto nyingine ni tafsiri nyingine dalili nyingine kuhusiana na ndoto katika surati hiyo, surati Yusufu, pia aya ya eh arobaini na tatu e, waqala lmalaku inni ara saba baqarati e, simani yakuluhuna saba ijafi ilalakhiri. Mfalme aliona katika ndoto, ameota ng'ombe saba wanono wanaliwa, wanaliwa na ng'ombe saba wembamba Eh, na mashuke saba mabichi na mengine yamekauka. Hii pia tafsiri akaitoa Yusufu, kuna ma, ma, maisha yaliyopitia yatakuja. Yani aliwaambia kuna maisha yatakuja kuwatokea ya ukame na kadhalika na kadhalika, kwa akatoa maelekezo kitu cha kufanya, ndio ikawa sababu pia akaja kutolewa gerezani kutokana na ukweli wa ndoto yake alivyoifasiri na akapewa jukumu la kuwa waziri eh, katika serikali.

Eh, anasema alipofikia umri wa kufanya kazi pamoja naye yani, eh, e, mwanaye yule Ismail alipokuwa kijana shabab, akamwambia eh, mwanangu, yani Ibrahim kumwambia mwanaye Ismail, mimi katika hakika mimi, eh, nimekuona katika ndoto ninakuchinja e, na mwanaye akasema if'al ma ta'muru satajiduni, insha Allah minas-swabirin, fanya unayoamrishwa hakika utanikuta miongoni mwa watu. Tumesema kwamba ndoto kwa mitume ni wahyi ni amri, ni ufunuo kwa hapa. Ibrahim alipewa ufunuo alipewa ufunuo alipewa ufunuo wa kumchinja mwanae, na ndio asili ya sikukuu ya udhuhia kwa sisi Waislamu sikukuu ya hidi ya kuchinja, na asili ya sikukuu ya udhuhia sisi Waislamu sikukuu ya hidi ya kuchinja ndio haipatikana hapa Alipotaka kutekeleza hilo ndipo akaletwa eh, kichinjo dhibhin adhim, akaletewa kichinjo ambayo ni kondoo kutoka peponi akamchinja. Kwa hiyo ikawa imefaradhishwa kwa sisi Waislamu kufanya ibada ya kuchinja. Pia ndoto aliota Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eh. Akasema, kama ndoto za manabii ni wahi, na hii ni katika mtume kuingia katika Masjidul Haram kwa amani. Aya inasemaje? lakad sadaka allahu rasulahu ruya bilhaqi latadkhuluna almasjida alharama insha llahu amini, hakika Mwenyezi Mungu amemthibitishia mtume wake kweli hiyo ndoto aliyoyota aliyoyota Muhammad. Kwa bila shaka mtaingia katika msikiti ya mtukufu wa Haram. Eh, akitaka, akitaka Mwenyezi Mungu mkiwa salama. Hiyo eh, ni ndoto aliyoota Nabii Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Kwa hiyo ziko aya nyingi sana zinazo elezea kuhusiana na jambo la kuota ndoto. Kuna aya nyingi sana, aya na ha hadithi pia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule tulisoma katika somo la kwanza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wa asema kwamba eh, ndoto ni moja katika sehemu arobaini na sita za wahi. Ndoto na ndoto njema akisema pia ndoto njema nzuri inatoka Mungu, na inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa shaitani. Na pia kuna ndoto hadithu nafsi ambayo ni nafsi mtu ni kuji, inajizungumza inaji, tunasema inajikumbusha au inajirejea katika yale mapito ambayo imepita mtu kama mchana na kadhalika katika mazingira au kitu anakiwaza sana, akifikiria sana, eh ndio inavyokuwa. Hizo ni katika Inshallah, leo tumeishia hapo. Usisahau kutufuatilia, kutusubscribe, subscribe channel yetu like, kushare na comment na kutuombea dua, ila atuwafikishe juu ya kuweza kufikisha kwa weledi na mambo mengine makubwa yenye faida. Situkose kufuatilia somo linalokuja ambalo tutakuja kuelezea eh, tutaanza kuelezea sasa tafsiri za ndoto mbalimbali zinazootwa. Barakallahu fik.